Hai, kuna muda unafika unakuta una kazi nyingi au kuna kitu unatakiwa kufanya ambacho cha kutumia akili lakini akili haiwezi kutulia. Unataka kuingia Instagram kidogo, Facebook kidogo, TikTok kidogo, umefanya kazi dakika tano, akili shama, isharudi Instagram kidogo. So, what you need to do there, one of the techniques inaitwa Poromodo Technique. Naitwa Juliet Seba, ni daktari na mtafiti Tanzania. Na leo, I'll share with you technique ambayo unaweza kutumia kusaidia kufocus kwenye kazi ili iongeze productivity. So, kwenye Pomodoro uh, technique ni kwamba utaweka timer. Unaweza ukatumia hata simu yako kuweka timer ya 25 minutes. Uta divide, utachagua task unayotaka kufanya, a very specific task. After that, utatumia dakika ishirini na tano kufanya kazi. Utapumzika kwa dakika tano. Baada ya dakika tano, utarudi kwenye cycle ya pili ya dakika ishirini na tano, utapumzika tena kwa dakika tano utarudi cycle ya tatu ya dakika ishirini na tano utapumzika kwa dakika tano utarudi cycle ya mwisho ya dakika ishirini na tano. Then after that unaweza kupumzika wa dakika kumi na tano mpaka thelathini, let's say dakika ishirini. Kwa hiyo ina kuwezesha wewe kufocus kwa dakika ishirini na tano kila cycle. So every cycle, you focus for 25 minutes rest 5 minutes and then after four cycles ambayo hiyo ni inakuwa ni masaa mawili, unaweza kupumzika kwa dakika kumi na tano mpaka thelathini. It's an Italian, uh, technique, like, originate kwa watu wa Italy, and it's very productive. Kwa nini uitumie? Kwa sababu kwanza inakusaidia usi procrastinate kazi, nitafanya baadaye, nitafanya baadaye. Lakini pia inakusaidia kufanya task zile ambazo zinaonekana ni kubwa, kuonekana ni pesi kwa sababu unakuwa umeigawanya kwenye vipindi, kwenye task ndogo ndogo. Mfano, badala ya kusema kwamba nisome chapter nzima ya page kumi na nane unaweza ukaidivide kwenye chapter ngapi tatu tatu au chapta nne nne, na ukazimaliza vizuri, kwamba kila chapta nne, 25 minutes nasoma chapta nne, 25 minutes nyingine nne, na ukakuta umemaliza vizuri. Lakini pia it's easy kwa sababu inakusaidia usipate mental fatigue, akili yako isichoke haraka, because you're taking breaks. But also kwenye afya tunasema it's good for your eyes, ni nzuri kwa macho yako, kwa sababu unapokuwa umefocus kwenye kitu kimoja, let's unafanya kazi, unasoma kwenye computer muda mrefu ah uh, misuli yako ya kwenye macho inakuwa strained kwa sababu umefocus kwenye kitu kimoja muda mrefu, lakini every time unachukua ile break ya five minutes, umetoka umetembea, umeangalia sehemu tofauti, umestretch uh, mgongo wako. Inakusaidia mgongo, inakusaidia macho yako, generally your whole body inakuwa refresh. So unaweza kufanya kazi kwa muda mrefu zaidi bila kuchoka, ukitumia hiyo method pomodoro uh, method 25 minutes work, 5 minutes break, 25 5 minutes break. After 4 cycles chukua 15 to 30 minutes go, kunywa maji, ongea na mtu, refresh, sikiliza muziki, scroll kidogo. Yeah, bye, see you in the next one.